O ni mwendelezo wa taarifa inayohusiana na kushikiliwa kwa vijana wawili ambao huwa wanatengeneza maudhui mitandaoni wanaofahamika kwa jina la Wachokonozi. Taarifa hii ya siku ya leo inayohusiana na taarifa ya jeshi la polisi kwa umma ambayo inasomeka hivi: watu wawili wamekamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao. Katika baadhi ya mitandao ya kijamii kumekuwepo na taarifa ikieleza juu ya kukamatwa kwa watu wawili na watu wasiojulikana huko katika maeneo ya Maji ya Chai wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Ukweli ni kwamba jeshi la polisi mkoani Arusha tarehe ishirini ya mwezi wa tano mwaka 2025 liliwakamata watu hao ambao ni Jackson Kabalo mwenye umri wa miaka 32 na Josefu Mrindiko mwenye umri wa miaka 37, wote ni wajasiriamali wakazi wa, wa Maji ya Chai wilayani ya Rumeru mkoani Arusha kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mtandao. Aidha, upelelezi wa tukio hilo unaendelea. Pindi utakapokamilika, hatua zaidi za kisheria zitafuata. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linatoa onyo kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kuacha kusambaza taarifa ambazo hawana uhakika nazo, zinazosababisha kuleta taharuki katika jamii, hususani za kuzusha kuwa watuhumiwa wamekamatwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo sio la kweli. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha. hukusi hilo limezua hisia mseto miongoni mwa wananchi, wapo baadhi yao waliohusisha tukio hilo na masuala ya utekaji. Globo TV imefika katika mtaa wanaoishi vijana hao na kuzungumza na mwenyekiti wa kijiji hicho, alikanusha kwamba tukio hilo sio la utekaji na kuthibitisha kwamba wamekamatwa na jeshi la polisi. Hata hivyo, hajafahamika wamepelekwa katika kituo gani cha polisi. Pia amedai kwamba taratibu za ukamataji zilifuatwa. Asante. Mimi naitwa Mase David Mbise, mwenyekiti wa kijiji cha Maji ya Chai. Kilichotokea, bwana, watu wamekamatwa katika taratibu zote za kisheria, kwamba maafisa wa polisi wamekuja, wamefikia ofisi ya kata, na baada ya kufika ofisi ya kata nikapigiwa simu, nikaulizwa location ya nyumba, nikaelekeza location ya nyumba kwa hiyo walipofika nyumbani kwa huyo bwana hawakumkuta, lakini kuna intelligence yao ambao walitumia wakafika pale wakapafahamu vizuri. Sasa ndio wakawa waka, wanamtega kulingana na uwezo wao ikamata, e, wakiwa na gari pamoja na fundi na sisi tukiwa tupo, kwa sababu hao mabwana walifikia ofisini walipofikia ofisini wakatuelekeza, waka, waka kwamba tuna, kuna, kuna mhalifu wa kimtandao ambaye tunamsaka sasa. Huyu mhalifu inabidi kwamba tufate taratibu zote za kisheria za kumkamata na ndio maana walifika ofisini. Kwa hiyo baada ya kumwona kwamba anakuja na gari, kwa sababu naye sio kwamba hawamtambui, wanamtambua kiasi fulani, wakamzuia na gari, wakamweka chini ya ulinzi wakatuita kama viongozi tukashuhudia, tukajeuza tukafika nyumbani kwake, wakaenda kumpekua, wakakuta hivyo vifaa ambavyo walikuwa na vitaji ambavyo ndo wanatumia labda kwa kazi yao ya kwake ya kimtandao kwa gani, kuna mike na, na kamera. Kwanza yule bwana alionyesha ushirikiano mzuri sana, hakukaidi wala hakuguswa hakuguswa kabisa, kwa sababu nilikuwepo, mimi mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji na balozi pia, na maelezo yameandikwa, na vifaa vyote ambavyo vilichukuliwa viliorodheshwa, ni pamoja na vitabu viliorodheshwa. Oh, anasema kosa kubwa lake ni matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo sikosa mimi sijui ndio nani, taarifa niliyoipata jana kwama ni matumizi mabaya ya kimtandao. <coughs> Najua kwa sasa hivi watu sasa hivi wame, wamekuwa wamekuwa weu we, karibia wote ni weu, kwa sababu sisi tulifika pale tukajitambulisha na wananifahamu wanani, na mwenyekiti kutogoja wanamfahamu na balozi, kwa sababu balozi huwa wanachukua michango pale mara kwa mara na wote wakatoa vitambulisho, wakakagua, na mimi mwenyewe nikashik kitambulisho, nikawaonyesha kwamba kitambulisho hichi cha askari, kitambulisho cha askari na, tam... na wengine walikuwa wamevaa kirai... nani kiraia, na wengine wawili walikuwa wamevaa Ki... wamevaa sare, wamevalia sare za jeshi la polisi. Ah, hilo la kuniuliza wako wapi, kwa sababu walitoa maelekezo pale kwamba familia iende kwa OCD watapata taratibu zote, kwamba mtu wao yuko kituo gani au yuko sehemu gani. Na vile vile, hata baada ya kuingia ndani, mimi niliwakagua wale maskari vizuri mno, nikawaambia huyu ni mwananchi wangu, tayari ninamlinda kwa nani, ninamlinda kwa taratibu zote ambazo zinafaa kumlinda. Wakaweka simu zao, wa kila kitu waliweka hapo chini, tukaingia ndani nikiwa na wasimamia. Hakuna hakuna nani ambaye aliyopatikana na, na. Sasa sijui kama taarifa mlizozipata nyinyi mmepata kwa nani labda